Mpendwa mtazamaji, naitwa Anko Tom Mpanji, mpashanaji wako kupitia Upashanaji Media, kwa kifupi Yu Media. Niendelee kukushukuru kwa kusubscribe na kubofya alama ya kengere mbele ya neno subscribe pamoja na kushare na kuliki taarifa hii na vilevile vile kudondosha komenti yako kufuatia taarifa hii ya Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania Tanzaniatek kutoa wito ama ujumbe kwa waamini wake wa kanisa la Katoliki Tanzania ambayo ujumbe huu wameutoa tarehe 19 mwezi wa sita mwaka 2025 kutoka idara ya liturujia. Taarifa hii inasema wito wa sala na mafungo kuombea haki na amani nchini mwetu. Wapendwa katika Kristo, mapadri, watawa na jamii yote ya waamini Kristo ni tumaini letu. Tunapoendelea na safari yetu katika tumaini lisilotahayarisha Warumi sura ya tano haya ya tano, katika mwaka huu mtakatifu wa jubilei kuu 2025 sisi maaskofu wenu tunalialika taifa zima la Mungu nchini Tanzania kuwa na siku ya sala na mfungo kuombea uwepo wa haki na amani katika nchi yetu. Sisi maaskofu wenu, tunawaomba waamini wote katika kanisa letu kufanya sala na mfungo siku ya tarehe 23 Agosti 2025. Sala na mfungo huo utaambatana na kuabudu sakramenti takatifu na kufanya kitubio. Kila jimbo parokia, jumuiya za kitawa na taasisi wataweka utaratibu utakaowawezesha watu wote kupata nafasi ya kumwabudu Yesu wa Ekaristi, kusali na kutubu siku nzima kwa masaa 12 au 24 kufuatana na uwezo na mazingira. Lengo mahususi ni kuliombea taifa letu la Tanzania lidumu katika haki na amani, tunapoelekea kufanya uchaguzi mkuu mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Kwa niaba ya maaskofu wote, wateki wenu katika utumishi wa Bwana Yesu na kanisa, Simoni C. Si Masondole, Askofu wa Bunda na mwenyekiti wa idara ya liturujia. Na mpendo wa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa, na nguvu kabisa ya upashanaji media, tunaweza tukasema kwamba ni ujumbe mzito kutoka baraza la maskofu Katoliki Tanzania TEC. Kwani unapozungumzia haki na amani, ni ujumbe mzito, ni swala nyeti, ni swala muhimu, ni swala la msingi katika maisha ya binadamu na viumbe vyote. Hama kwa hakika sote tunapaswa kuombea taifa, na hili halichagui dini wala kabila wala langi. Sote tuungane kwa pamoja kuliombea taifa. Mpendwa mtazamaji, niendelee kukukumbusha umuhimu wa kusubscribe na kubofya alama ya kengele mbele ya neno subscribe, kulike na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii pamoja na kudondosha komenti yako, kufuatia ujumbe huu mzito. Wewe unasemaje nini? Una, unalo la kuzungumza kuhusiana na mwaliko huu? Mimi sina ziada. Naitwa Anko Tom Mpanji, mpashanaji wako. Asante na kwaheri.